Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa wabarakatu. Naitwa Jafar bin Abdul Rahman, mimi mshamba kutoka Morogoro, lakini napatikana sana msikiti wa Mtoro Kariako. Rafiki yangu sana huyu bwana kakuwa na mapenzi na wenzie, ana utu, anauungwana basi muda mwingine huwa tunatamani tu kumkaribia. Mfano mimi nimeridhia jana, lakini leo nilivyosikia Saimgwaa ananiambia Sheikh atakuwa na hutuba hapa darajani, basi nikaona isipite bure nije nimsikilize. Lakini mara nyingi ni na yeye kwa ukarimu wake hupendaga akiniona na mimi niseme wala mawili. Sasa naogopa kuwapotezea muda, lakini niseme wala neno moja, semeni. Inshaallah, Sheikh Uthman Maiko leo ametamayuri katika bahari ya kuwatetea wanawake ili tupate furaha ya maisha na tuishi nao vizuri na wao watudoreshee maisha yetu. Mwenyezi Mungu amlipe kila la kheri. Kiukweli kabisa ameeleza maudhui hii kwa lengo la kutengeneza furaha ya nyoyo zetu. Mwanamke akiishi kwa amani akafurahi, basi na wewe ndio unanenepa na wewe ndio unafanya kazi kwa ufanisi mzuri ofisini kwako, na wewe ndio utaonekana mwamba mtaani. Lakini pia mambo yote yanakuwa mazuri baada ya mke wako nyumbani akiishi kwa furaha na wewe. Mwenyezi Mungu, tujalie mapenzi ya dhati kwa wake zetu. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, Sheikh Bwana Jamaa amenieleza hapa, basi insha Allah tutaangalia uwezekano, sema ni insha Allah, lakini mimi nikwambieni kitu na kitu tofauti kidogo ni jazia Sheikh anatengeneza nyoyo zetu na nyoyo za wanawake tupate starehe. Lakini nikwambieni ukweli, ndugu zangu wa islamu, hatuwezi kupata starehe ya dhati katika ndoa zetu na burudani kwenye ndoa zetu kama kuna kitu kimoja kitakosekana. Nikuambieni ukweli, duniani hapa starehe ziko mbili tu, hizo ndio kubwa, zingine zote ziada. Usikiza kwa makini wewe, uninitazama, duniani starehe ziko mbili tu, zingine zote ziada. Toka ulimwengu uliokoumba mpaka leo, starehe kubwa ziko mbili tu, zingine zote ziada. Starehe ya kwanza kabisa hapa ulimwenguni, ambayo utaniunga mkono wote, hata kama usiseme chochote, starehe ya kwanza ni wake zetu nyumbani. Hii ni burudani ya kwanza, ndio burudani ya kwanza ya roho hapa duniani. Wanawake kwetu na sisi kwao, ndio maana Allah akasema, hunna libasu lakum wa antum libasu lahu. Hii ndio starehe ya mwanzo. Na ukimwona mwanaume yoyote au mwanamke yoyote hataki ndoa, ujue huyo ni mgonjwa, anapaswa kusaidiwa, kwa sababu anayeepuka starehe kubwa kuliko zote duniani. Jamani Waislamu, uongo kweli? Hata kama mtu sio Muislamu, uongo kweli? starehe ya kwanza ni mkeo na mke mumewe, ndio starehe ya kwanza. Kama huna starehe hiyo dunia umeikosa, labda utaenda akhera. Jitahidi kwenye ucha Mungu utaipata akhera, na ndio maana mwanamume yeyote akiona jambo lake hilo linaelekea kuharibika ama kuyumba mwanaume huyu atapaparika haraka sana, atafute mpaka wa Masai barabarani, ataonja kila mti, atabwia kila bwimbwi, ili mradi tu atengeneze hii starehe ikae sawa sawa. Sijui tunakubaliana hapa. Starehe ya pili kula. Kila mtu anatamani ale ya shibe, haitegemei umekula nini, lakini ukishiba ndio unapata kibesi mbele za watu na kujifanya mwamba. Ukiona mtu anatia vurugu, mtani kashiba. Ukiwa na njaa unakuwa bwege sana, unakuwa mnyonge, unaweza ukaabudia hata visivyoabudiwa kwa sababu ya njaa imezidi, si tunaelewana? Sasa ndugu zangu, niwaambie pia na watanzania wenzangu wengine ambao wanatusikiliza, juzi mufti nilimsikia nimeongea neno kubwa sana kuihusia nchi hii, juu ya waislamu na wasiokuwa Waislamu. Jamani hizi starehe kubwa mbili na zingine ziada haziwezi kupatikana, haziwezi kuimarika kwenye nchi yoyote yenye machafuko. Huo ndio ukweli. Mheshimiwa Mufti juzi kuna neno kaliongea, baada ya kulisikia neno la kiongozi fulani hivi wa kanisa akihamasisha watu kwamba nchi hii ikiwezekana kinuke, watu waingie barabarani, wapambane. Inna lillahi, sijui wenzetu hawajaoa hawajui kwamba kikinuka hivi vitu havifanyiki. Ndugu zangu Waislamu na nanyi msokuwa Waislamu kwenye mitandao huko na mnatuangalia live kupitia nini nini, kikinuka ule mchezo unafanyika waislamu ule mchezo unafanyika. Nilikuwa ni jamaa wangu anaitwa Rashidi Pilingu, ni jamaa wangu mpaka leo, lakini yuko nchi ya Kongo. Yeye alipata bahati mbaya, yuko pale Goma kwenye machafuko pale. Yeye ndio alikwenda kufanya dawa ya mihadhara kule, kwa bahati mbaya akaangukia mji wa Goma. Alipoangukia mji wa Goma ndio kikanuka sasa. Naongea naye, anaambia bwana Jafari, natamani kurudi leo kesho, lakini narudi vipi? Kwa njia ipi? Pamenuka kweli kweli. Hapa nilipo nina wiki ya tatu sijatoka ndani, na ukweli ulivyo bwana Jafari, watu hapa wamesahau wake zao, wanawake pia wamesahau waume zao, lile tendo hapa limesahaulika, halipo kwa sababu pamenuka. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, mada ya shafuumani Maiko ni nzuri sana. Lakini inataka amani kwanza. Amani ikipatikana, starehe na ndoa inakuwa tamu. Maisha yanakuwa mazuri. Niwaambie pia na Watanzania wenzangu. Ukiona mtu anahamasisha vurugu, wenzetu hawa wana nauli. Unajua maskofu akishakuwa na vifedha kidogo kwa manauli ya kupandia ndege anayokukimbia nchini anaropoka chochote cho tio anachojisikia. Lakini wallahi, waumini nyie na waumini wenzangu, nchi hii kikinuka, wewe ambaye huna nauli ya ndege kukimbilia wana Kenya, kwa basi huna, unaweza ukakimbilia Kenya, kwa sababu Kenya na sisi ni marafiki sana. Lakini haya we nauli ya Kenya unaye, unajua mpaka muda huu ukipanda tawakali, utahamili shilingi ngapi mpaka Kenya? Unajua wenzetu hawa wakikuwa akiwa na vifedha wanajisikia kuropoka chochote. Ndugu zangu Waislamu, amani ndio inafanya mambo yote yawe kwa wakati, tunapata burudani kwa wake zetu kwa sababu ya amani. Niwahusie pia hata ndugu zetu wa Kristo na hasa mke wa huyu aliyelopoka hili, aongee na mume wake ili tendo wanalitaka au walitaki kama wanalitaka hii burudani, amwengee na mme wake aache kuropoka. Haya, watanzania tunajivunia amani, na ndiyo maana tunaongeza mke wa pili wa tatu. Kwa sababu gani? <laughs> Haya mambo tunayapata kwa utulivu. Jamani, ukisikia mtu haya mambo hayataki, mgonjwa. Njoo kwa Sheikh Tumani Michael, dawa anayo. Uchangamsho wewe kutuvurugia tu hapa starehe zetu? Au kwa sababu wewe ndio unaoa mke mmoja, huko unaoa mke mmoja kwa sababu ya kindo, ndo mvuruge nchi yetu sisi? Mimi nina ngoma tatu, a hapa mwamba hapa, sijui nangapi sivi, kishafikisha nne tayari sijui. Na ile tendo zuri kweli kweli, wallahi nakuambia mimi binafsi nilipenda kama wewe ulipendi, mgonjwa wewe. Sembona uko se gari wewe, unaenda vijijini mtu nyumba yake imeinama na namna hii lakini pita nje usiku, usikie miguno. Kuna starehe zaidi ya hiyo? Ndakutuvurugia hapa kwa hivyo. Inshallah, mimi mi nikuombeni ndugu zangu Waislamu, tudumishe amani, semeni amen. Mwenyezi Mungu tujalie nchi yetu ndilikuwa na amani, semeni amen. Tupate burudani kwa wake zetu, semeni me me amen. Tupate furaha ya maisha, semeni amen. Lakini pia ni waombe polisi na nikuombe we Mtanzania ukimwona mtu yoyote ana, ana viashiria vya kutamka maovu ya kusababisha vurugu nchi hii uwe mwenye anza anayemkata kibao. Alafu polisi, samahani, si waingilii, lakini ukisikia mtu anasema tukinuke, piga vizuri kwanza, akivunjika hata meno hivi, alafu mnamwambia hii ndio amani. Ikivurugika meno huwa yanavunjika katika staili kama hii, kile kinuke hiki ndio stahili yake, ndo hii mwanangu, mnamkumbusha hapo, hana meno mawili mbele, kwa kila akigusa ulimi unapita na asema kidogo kikinuka. kwa gaivi, anakuwa na adabu ubwabaaa, anajikumbusha mwenyewe, imekuja baada ya kuvunja Inna lillahi. Ndugu zangu Waislamu na msiokuwa Waislamu, tuilinde amani ya nchi yetu, ndio furaha, ndio tunu yetu ndio nchi inakuwa nzuri na mambo yanakuwa mazuri, tunapata kustarehe na watoto wetu. Watoto leo hawatamani kubeba mabegi wakimbie katika nchi hii, tunatamani watoto wetu tuishi nao kwa furaha. Wewe una mbio za kukimbia, mke wako ana mbio za kukimbia, mtoto wako, je, umemfikiria? Kikinuka jamani, tuwaze haya maneno mawili mawili haya. Tusiangalie hii dunia tuna sifa na tamaa, ili utawale wewe, atawale fulani, tusiangalie haya Tuangalie na jamii yetu na watoto wetu, watakuwa na hali gani kikinuka? Unaropoka tu ili mradi tu uonekane umesema. Jamani, kweli, mmesoma Biblia wenzetu au ndo ili mradi tu? Bibilia imehubiri amani, Yesu kahubiri amani. Anajua kwenye amani kunapatikana vitu vyote muhimu vya msingi. Basi bana, kwa ndugu zangu Waislamu, inshallah la mwisho Sheikh anasema kuna kitu alisema niseme lakini naona muda utoshi. Mimi ni waombe fedha hapa. Sheikh anasema imepungua kidogo, tuiongezee fedha inshallah eh, ili mambo yaweze kwenda sawa sawa. Eh, leo mke wako mpaka anakusifia kwa sababu kuna mambo yanaenda vizuri nyumbani. Ndio maana ukisafiri mke wako aliyekupenda sawa sawa, unaempa burudani mpaka imemfikia rohoni. Ukifika safari yako lazima amwage mashairi. Anakuangushia vitu kwa staili ya mashairi. Salamu zikufikie popote pale ulipo. Mwenzio ninaumia haliishi hali ishi wewe seko. Bado nazikumbukia raha na mahaba yako. Na yote tulopea na ya furaha na vicheko mwa anakuangosha bonge la busu bushoni. Mzee uko hoteli unacheka cheka. Mama Faidi mona, kuna vitu walivipata kwenye amani kwenye vurugu wangevipata wangekusifia hivyo. Mawe ndugu zangu Waislamu, inshallah, nisikupoteze muda, nidokeshingapi nibakia bado laki moja na elfu sabini hapa, inshaallah tuliobakia, kama Mungu ametujalia tuikamilishe hii.